Kwa majina yangu naitwa Yohana Mhina Mbwana natokea Tanga wilaya Muheza kata Magoroto kijiji Magula. Nilifika tarehe 8 mwezi wa pili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kusema ukweli, namshukuru Mungu, mawato gani iliyokuja mpaka sasa naendelea vizuri, maendeleo yangu ni mazuri. Nashukuru sana, madokta wangu wanesi wangu wametupokea vizuri, wanatumia vizuri, huduma ni nzuri kwa kweli, na hayo mpendo, namshukuru Mungu Namshukuru Mungu sana sana sana tena kwa ajili ya msaada huu. Maana ndugu zangu ni wengi wenye utajiri ni wengi wenye mafedha, lakini hatujawahi kuja mara hapa. Lakini ndugu zangu wagusa ua wagonjwa katika ziki zao au wajane Ndugu zangu sisi tutakuwalipa wagonjwa hapa Kibong'oto, hatuna ila Mungu aliye mbinguni aliyewaumba, na yeye tuumba sisi, atawalipa ndugu zangu. Nashukuru sana, mengi sina ndugu zangu ni hayo, na Mungu endelee kubariki sana. Nawaambia hivi Watanzania kwamba wasiogope. Hata kama kwa mfano mtu anaugua TB akiambiwa ni Kibong'oto, usiogope wala usione uoga, maana ni salama, tunaishi kama tuko nyumbani. Nasema ni asante sana kwa rais wetu na viongozi wengine wa hii. Nasema Mungu awabariki sana.